Hapa mmemheshimisha mgombea wa urais, mmemheshimisha mama, mmemheshimisha jemedari, daktari Samia Suluhu Hasani, sisiemu woye. Kumchagua dokta Samia Suluhu Hasani Oktoba 29 ni kuchagua huduma bora za afya. Kumchagua dokta Samia Suluhu Hassan ni kuchagua miundombinu bora. Kumchagua Dr Samia Suluhu Hassan Oktoba 29 ni kuchagua ujenzi wa madarasa, ni kuchagua elimu iliyo bora kwa watoto wetu. Lakini kumchagua Dr Samia ni kuendeleza miradi ya maji ambayo imeshafanyika kwa kiwango kikubwa ndani ya mkoa huu na jimbo hili la Misungwi. Dr. Samia. CCM oye! Kina Nyanda oye! Lupundu vamayu lupundu! Niwaambie, gemu imefanya nini? Imeisha na majirani, wakiona wingi huwa watu wanaishiwa power. Niwaombe Oktoba 29 twende tukamchague kwa kishindo, Daktari wa maendeleo, mama mwenye upendo, mlinda amani wa kweli na anayejua changamoto za wananchi wa taifa letu.